Na kwa mara nyingine wakulima wanaokuza chai kutoka kaunti ya Nyamira, mtazamaji, wameweza kutoa wito kwa Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe kuingilia kati na kutatua malalamishi yao, kufuatia madai ya ufujaji wa pesa za wakulima katika viwanda vya majani chai ya KTDA katika kaunti hiyo ni kwamba wakiwahutubia wanahabari kwenye kiwanda cha Sanganyi baada ya mkutano uliotarajiwa kati yao na waziri huyo kutotimia, wakulima hao wenye ghadhabu wamewasuta wakurugenzi wa viwanda mbalimbali mbali vya KTDA katika kaunti hiyo kwa madai ya ufujaji wa pesa kupitia miradi inayotekelezwa viwandani humo. Wakulima hao wamedai kwamba wakurugenzi wanaongeza bei za bidhaa zinazonunuliwa viwandani kando na kujiongezea marupurupu yao kinyume na sheria na kuwapunja wakulima. Last year, the prices of tea were very high. we had sold one kg of tea at 320 shillings. and then from there, the farmers did not get that money. they only got peanuts, equaling to 24 shillings. And, uh, when we followed up the causes of this uh, mismanagement we found that the, the directors while they are in the port of management they exaggerate prices of commodities when, when they when they are doing procurement. They increase their allowances unnecessarily. Tunapoangalia factories zingine kama central na kwingine meru chai bonus ilikuja shilingi sitini kwenda juu lakini hapa kwetu kwa sababu ya usimamizi mbaya wa madirectors hatuwezi sema eti mauzo yetu hayakuwa juu. Mauzo yetu yalikuwa 1.39 billion, ukilinganisha na mwaka uliotangulia ilikuwa 786 million, so tuliuza mara mbili. Usimamizi mbaya wa directors ndio unaharibu bei ya Kisii. Mikora na brokers zenye ziko kwa parapara ndio zimekula pesa za wazee. Hata sisi hatuna sababu siasi mali analipa services kama 10000, na mkulima akichukua huko services ni moja hakuna kuwekewa, wewe ni mkulima na pesa ni kidogo. Sasa hiyo ndio tunataka equality. Reform zilikuja na Munya na Senator Okong'o Omogeni, sicho hiyo? Kitu iliende kapotelea wapi? Nan